Baba yake mzazi na marehemu Karina, ah, tunamwona kwa pale, tunapata vizuri baba yake mzazi yuko pale akisubiri mwili wa mtoto wake, na tayari ndugu jamaa, marafiki wameshasogea kwa ajili ya kupokea mwili wa marehemu hawa kwa ajili ya kuendelea na taratibu ambazo zimesemwa na msemaji wa familia, tayari wameshaingia ndani kwa ajili ya kubeba mwili uweze kutoka hapa nje na kuelekea nyumbani Magomeni, kama nilivyoambiwa, nilivyowaambia hapa airport. Ah, watu ni wengi, baba yake mzazi, kaka zake marehemu Calina, mama zake wadogo, mtoto wake na marehemu mzazi mwenzi na marehemu ndugu jamaa na marafiki wa karibu na Karina, viongozi kutoka katika tasnia ya sanaa wako hapa. Oh, yeah. Uh, ambako mama yake mzazi wale pamoja na familia yake. Na kesho asubuhi, kwa mujibu wa msemaji wa familia, taratibu zitaanza saa mbili kamili kaa kuelekea uh, Masjid Maamur pale Panga uh, saa saba mshaallah uh, atazikwa katika makaburi ya Kitutu uh, kama mnavyoona hivi vya Mwalimu Julius Barage Nyerere vimetawala na huzuni mkubwa sana, kila aliyeina anashindwa kuzililia, ni majuzi, vilio vimetawala hapa ah, katika viwanja hivi vya